Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa niaba ya serikali nikiwa na wadau wote wa maendeleo na shirika la afya duniani wako hapa na wadau wengine, nachukua nafasi hii kuutangazia umma na jamii ya kimataifa kuwa sasa Tanzania haina mlipuko wa ugonjwa wa Marburg. Naomba na tuongeze makofumuuanzjamhuri na ni ya muungano wa wa Tanzania ni siku arobaini na mbili zimepita tangu mgonjwa wa mwisho na kisayansi tunakidhi vigezo vya kutangaza kuwa mlipuko huu umekwisha, lakini ninaomba niendelee kutoa tahadhari kwamba magonjwa haya huwa yana tabia ya kujirudia. Kwa hiyo kinga ni bora zaidi, kuendelea kuchukua hatua za tahadhari, miongozo elimu tuliyopewa ni lazima tuitumie vizuri, na hiyo itatusaidia kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwa salama ndani ya mkoa wetu, lakini tutakuwa salama ndani ya nchi nzima ya Tanzania. Watumishi wa afya katika mkoa wa Kagera mmeishi kiapo chenu kulingana na taaluma mlizosomea. Mmefanya kazi nzuri na kazi hiyo tuendelee kuiishi. Madaktari wetu, wauguzi, wataalamu wa dawa, wa mionzi, wa maabara, ustawi wa jamii na wengine wote, kwa kushirikiana na wizara na sekta nyingine, hakika mmethibitisha kwamba tah kwa kuwa ninyi mmetuongoza vizuri wakati wa mapambano, tunajiona tuko kwenye mikono salama kuhakikisha tunazuia tena maambukizi haya yasirudi katika nchi yetu ya Tanzania. Yes.